Subhanallah, Nabi Nuhu aliishi na jamii yake miaka mia tisa na hamsini sio miaka hamsini miaka mia tisa miaka mia moja miaka mia mbili miaka mia tatu miaka mia nne miaka mia tano miaka mia sita miaka mia saba miaka mia nane miaka mia tisa elfu moja kasoro hamsini Baadhi ya maulamaa wanasema aliishi miaka elfu moja na mia nne hii miaka mia tisa na hamsini ilikuwa ya dawa, miaka mia tisa yuko hai, ana savaivu. Atokee leo mtu aseme tuna mtu mta-mta eti ana miaka mia moja na hamsini hata mia tatu mia nne ahh, mia na hamsini atokee mmoja aseme.